Unaweza ukatafakari neno la Mungu. Namna ya kwanza ni kwa kulirudia, kulisoma ile neno kwa kulirudiarudia taratibu, yaani unaendelea kusoma. Kuwa neno la Mungu ni kama nyundo, neno la Mungu ni kama moto. Kwa hiyo unavyoendelea kulirudia kwa kulisoma, kuna ufunuo ambao utapata hapo. Hata mimi napoandaa somo langu, ninasoma hilo neno, ninaendelea kurudia. Nikilisoma sasa hivi, kuna kitu naelewa. Nikija kulisoma tena mchana, kuna kitu zaidi nakielewa. Nikija kulisoma jioni kuna sehemu tena najengeka zaidi, yaani lile lile neno ninaendelea kulirudiarudia. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kutafakari neno ni kulirudiarudia, unalirudia. Unaweza ukalirudia kwa kuliongea kwa nguvu, unaweza ukalirudia kwa kuliongea moyoni mwako kwa sauti ndogo, yaani unalirudia, unaendelea kulisema, unaendelea kulitaja kuwa imeandikwa, mimi ni mtu shujaa, mimi ni mtu shujaa, mimi ni mtu shujaa, shujaa, unaendelea kulitafakari.